Kwanza, ninapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi yake, basi kupitia kiongozi wetu mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilimpendeza kunituma nimuwakilishe na kuwawakilisha Watanzania wenzetu kwenye siku hii muhimu ya kihistoria katika ulimwengu, Papa Francisco amemaliza kazi yake, na tulikuwa na ibada nzuri ambayo imehudhuriwa na watu wengi sana. Wanakadiria kwamba kama ni wachache walikuwa laki mbili na hamsini elfu mpaka laki tatu watu waliokuja kumsindikiza na kushiriki misa ya mazishi. Kwangu mimi, pamoja na heshima hii kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amenipatia tumefurahi sana kusali na kumsindikiza kiongozi ambaye alikuwa ni mnyenyekevu sana, aliwajali maskini, lakini kubwa kuliko yote alipenda kusisitiza sana amani, amani ya mataifa, na kama Watanzania wanakumbuka alifanya jitihada kubwa sana kutafuta amani nchini Sudani, kiasi hata cha kupiga magoti kubusu miguu ya viongozi wa Sudani, akiwasihi watafute amani, waache bunduki pembeni. Na hili ni fundisho kwetu kama Watanzania mwaka huu tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu. Kiongozi huyu alitutakia amani, basi na sisi tuitafute amani fanye uchaguzi wa amani usio na vurugu, lakini pia niwajulishe Watanzania kwamba Baba Mtakatifu Francisco, kati ya nyaraka za mwisho ambazo alisaini ni barua aliyokuwa anamwandikia Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan akiitakia taifa letu siku njema ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo tumepata baraka kweli kweli. Kwa hiyo kabla hajafariki, moja ya nyaraka muhimu sana alizosaini ni hiyo. Aliipenda sana Tanzania na aliendelea kuiombea Tanzania. Basi nasi tumwombee Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani.